So kuna wale ambao wanafanya mazoezi ya kupungua, ndoto zako wao ni kupungua, nitakushauri kitu kimoja, fanya mazoezi ya strength training japo mara tatu mara nne kwa wiki, ni muhimu sana, sawa? Kuwa na misuli hii is not fashion. Kuwa na misuli ni sehemu sahihi sana kama unataka kujikinga na magonjwa kama pressure, saratani, sijui kisukari, isoko na kila kitu, sawa? Matatizo ya moyo. Nazungumzia strength training ambazo zitakusaidia kuchoma mafuta bila sababu za msingi. Nazungumzia uwepo wa kukubali kuwa na misuli kwenye mwili wako. Of course, najua wanawake wanasema sitaki kuwa na misuli kama mwanaume. Hawezi kuwa mwanaume kwa sababu hiyo estrogen hormone haizi kuruhusu yeye kwenda kule. So unataka ufanye ufanye mazoezi. Na nitakwambia kitu kimoja, sababu tatu za kwa nini ufanye mazoezi ya kutengeneza misuli. Moja utatengeneza, okay? Metabolism yako iwe fast. Hutokuwa na slow metabolism, utaweza kumenganya chakula vizuri, utaweza kukutumia na kuutilize vizuri kabisa, kuliko kujisikia kuwa bloated, kuwa mgonjwa, kuwa dhaifu kwa weekend. Kila kitu kitu kingine itasaidia uh, mwili wako kuwa burn fat machine sawa. Uwepo wa misuli unasaidia kuchoma mafuta bila sababu za msingi, unajua ile Eh, unachoma mafuta bila sababu za msingi. Yaani umelala, unatoka jasho, umekaa unatoka jasho, umetembea kidogo unatoka jasho. Ukiwa misuli una faida hiyo. Ukiwa na misuli unapata faida hiyo. Kwa kila chakula macho na kiingiza, kalori zake zinaanza ku count pale pale kwa sababu misuli muda wote ipo kwenye process. Kitu kingine itasaidia kutengeneza misuli, itakupa uwezo wa kuhifadhi gramu mia tano za sukari. Sikia, ini linahifadhi gramu 100 mpaka mia mbili za sukari. Kuna seli za mafuta zenyewe, az, yaani ndio ziko unlimited. Sawa. So, Kadri unavyozidi kula mawanga unazidi kula masukari unazidi kula ugali, unazidi kula machipsi, mikate, soda, matunda, mafuta, mbegu, ni kila kitu. Seli zako za mafuta hazina limit ya kuhifadhi kiwango cha sukari, zenyewe zinahifadhi, zinahifadhi, zinahifadhi, na lazima mtu azikuwa mnene, mnene, mnene, mnene, mnene. Unajua huyu mtu ataishia kuwa mnene lini? Huwezi kuacha kuwa mnene kama utaendelea kula hivi. Lakini ukiwa na misuli itakusaidia kuhifadhi gramu mia tano, sawa, za sukari kwenye misuli yako, na hii itatumika siku yote ambayo utahitaji kuzitumia, kwa unajikuta sasa utahifadhi kwenye maini sawa, utahifadhi sukari kwenye maini, utahifadhi sukari kwenye misuli mpaka unafikia seli za fatty, it means ume extend, ume kula sana sukari kupitiliza. That's what nasema, kufanya mazoezi sweating, kama unataka kupungua ni muhimu, achana na matunda okay.